Nje natoka tu nje taka mboga anapata. Tunafanya masuala ya uatikaji wa miche pamoja na kutoa uelewa kwa watu juu ya uatikaji na no umuhimu wa utunzaji wa miche mbalimbali ikiwemo mbali, minazi miche ya mboga mboga kwa lengo la kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na kazi za mbogamboga za majumbani zina faida sana, kwa sababu hata una punguza magarama kubwa, utapata mboga yako mwenyewe. Ukiwa na maringi yako matatu manne, unaweka tembele pale, unaweka bamia pale, unaweka japo majani ya kunde, unafaidika. Huduma kubwa ambazo ambazo watakazozipata kwamba tunampatia miche, lakini tunampatia taaluma bure bure, jinsi ya usimamizi wa shamba hadi kufikia katika mavuno. Kuna hii miti dawa, mfano kama mint tuna hizo giligilani tuna pasil tuna maua, mfano kama mipompia, mipachori, maua mazuri hayo. Hii ni moja ya ajira, kwa sababu tunapanda kwa faida ya kutanua soko la mbogamboga pamoja na utunzaji wa mazingira pia. Faida nyingine tunapata kuweka mazingira yetu safi, na pia ajira haiji kwa mtu yule ambaye amekaa kitako, bali ajira inaenda kwa yule mtu ambaye anajituma moja kwa moja. Kwanza tunafaidika na chakula chetu hakina kemikali sana na mboga zetu zinakuwa mzuri sana, na biashara tunaifanyia hapa hapa nyumbani, wanatufuata hapa pakati kufulu hizi mboga zetu za matembele.